Wivu uliopitiliza ni ufunguo wa talaka. Wivu ni lazima uwe nao na usikubali asilani machafu. Kwa nani? Kwa mumeo. Lakini mumeo ana mke zaidi ya mmoja, kwa ni kuoa wa pili wa tatu wa nne ni haramu? Si haramu. Lakini hii si inakuumiza kwa mujibu wa maumbile yako na wivu wako, basi jikontrol kwenye wivu wako, la si hivyo unaitafuta talaka. Wanaume wa siku hizi hawana vifua kama kifua cha mtume alaihi salatu wasalam. Sasa hivi ukisumbua, watu wanafanya replacements kiurahisi kabisa, mnaachana asubuhi, mwamba jioni kaoa. Mtume alaihi salatu wasalam, nafikiri siku moja yuko kwa bi Aisha, bi Zainab binti Jahsh akatuma sahani yenye chakula kuja pale alipo mtume alaihi salatu wasalam, dhahiri kana vile alikuwa na wageni. Kwa hiyo bi Zainab akaona wacha aongeze chakula kule ambako mtume yupo na wageni, na alikuwa kwa nani? Kwa bi Aisha. Sahani imeletwa ile, ina chakula kama ni afkiriki, kama ni maandazi, kama ni chapati za maji, Allahu a'lam. Kilipoingia tu kile kisahani kimeletwa na mfanyakazi, bi Aisha alipokiona tu akajua kimetoka kwa mke mwenzake, alichofanya pop, akakibeta kile kisahani, pop, chakula kikamwagika, sahani ikavunjika mbele ya mtume na mbele ya wageni. Wafikiri mimi nakufanyaje kama mimi ndio mumeo kwanza umeniaibisha mbele ya wageni wangu, halafu yule pia ni mtume, ni nafasi yake ni kubwa. Unafikiri utatoka salama? Lazima niwathibitishie wageni wangu kwamba mimi mwanamme wa shoka. Kwewe nakuwacha pale pale pamoja na kuwa hupo, kwamba kuanzia sasa sio mke wangu, wewe uliofanya hivi. Lakini ajabu, mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na kifua kikubwa akachukua ile sahani akamwambia ile binti aliyoleta subiri. Alafu akawambia masahaba zake, gharat ummukum, ni wivu tu wa mama yenu Bi Aisha. Alivyotulia itakuwaje ya Rasulullah, akamwambia basi chukua sahani nyingine mpelekee Bi Zainab, mambo yakaisha hivyo. Lakini sisi hatumalizi hivyo kwa tukio kama hili tu, hata kama hadithi tunaikumbuka. Ah, lazima tutumie utanzania wetu, japo sahihi ni kufanya hivi. Kwa hiyo mwanamke tambua kwamba wivu uliopitiliza nafikiri fkiri ni nimeanza kueleweka eh? Wivu uliopitiliza ni funguo ya talaka yako. Kweli inauma, lakini kama ni haki, vumilia. Allah stayari ashatoa ruhusa, fankihu mataba lakum min anisai mathna wa thulatha wa ruba. Wengine mnasusa, mna naenda kwetu wenenda kwenu, unamwachia nafasi kamili mke wa pili Maki angalau ungebaki mngegawana zamu mbili mbili tatu tatu. Kwa hiyo umeondoka zote anapata yeye. Nani kaumia?